onatumaini kwamba kama nimeweza leo kupewa shilingi elfu kumi sababu ya kufanya hivi, naweza nikapata zaidi na, na ninaweza nikafanya shughuli kubwa zaidi huo yeah. Ni upande huo lakini, upande wa komedi ni ajuzi ambayo nimefanya mbele ya mheshimiwa rais. Okay. ni, ni moja ya usiku mzuri sana e, sitoweza kuusahau <laughs> sababu ukisema kwa ndani ya nchi mm, umeweza kusimama mbele ya mheshimiwa rais, manake umeweza kusimama mbele ya watanzania wote yeah. Kwa hiyo jambo la kushukuru Mungu yeah, asante. Kwa hiyo hizo kazi mbili mimi ya kwanza ile na hii ya, ya juzi mm, na nyingine nyingi ambazo nimefanya katikati, lakini hizi mbili ni, ni bora sana kwangu. Okay, katika kazi zako unazozifanya, aidha za ushereshaji ama uchekeshaji. Tunaamini katika kila mafanikio